Kumbuka kurudi kwa nani? Kwa Baba. Ni wapi hapo tunaweza tukasoma? Nataka niangalia kitabu kimoja, aliomba ulisi kutoka kwa baba yake akaondoka, lakini baadaye akakumbuka, akaenda kurudi kwa baba. Tuliona, tunataka tuliona hilo somo iveesanga kwetu kabisa, kitabu cha Luka kumi na tano. Halafu tunaenda mstari wa kumi na moja unatuambiaje? Maneno mazuri hapo. Inasema, inasema hivi, akasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, yule mdogo akamwambia baba yake, baba, baba, nipe sehemu ya mali ya mali zilizo upande wangu. Akawagawia akawagawia vitu vyake akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, baada ya siku chache, yule mdogo akusanya vyote, yule mdogo naye akakusanya vyote alivyopewa na baba yake, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akaondoka kwa maana ya kusafiri, sema akasafiri, hakuhama sema yes mwana yake akasafiri. Bibilia haisemi alipopewa mali akahama, eh, au akaondoka. Neno linakuja jingine, akasafiri. Halafu akatapanya mali zake huko kwa maisha ya mashirati. Aliposafiri akatapanya mali zake kwa mambo ya kidunia, alipokuwa amekwisha tumia vyote Alipomaliza kila kitu, njaa kuu iliingia ja, chini ikaingia maeneo hayo ya Warabu. Yeye naye akaanza kuhitaji, yeye naye akaanza kutaka vitu. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, akatafuta ka mwenyeji akapata rafiki moja hivi, naye alimpeleka shambani kwake, naye akampeleka kwenye shamba lake kulisha nguruwe Akamwambia, sisi tuna mifugo ya nguruwe, unaweza kukaribisha hapa. Akawa kitambani kujisibisha kwa maganda waliokula nguruwe, nguruwe wale walikuwa wanaletewa mabaki, na katika mabaki na yeye akatamani ale kwa sababu ya njaa, wala hapana mtu aliyempa kitu, hapakuwepo na mtu aliyemhurumia kwa sababu hapakuwa na shemeji yake tena. Huku alipozingatia moyoni mwake, alipoanza kufikiri ama kukumbuka moyoni mwake alisema akafanya maamuzi, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula? Ni watumishi wangapi walioko kwa baba yangu wanakula na kubakisha, na mimi hapa nimekufa kwa njaa, na mimi hapa nakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu. Sikiliza, ndio neno nakuja, sio tena, anasafiri anaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Nimekupa maneno haya kuondoka na kutoka na kusafiri. Kwa hiyo, alipokuwa anatoka kwa baba alisafiri, lakini alipofikiria shida zilizomkuta akaamua kuondoka. Kuondoka ni kutoka kwenye hilo eneo ambalo anaona changamoto, na mara hiyo haweza karudi tena kwenye hilo eneo, na kile kilichofanya afikirie ni mazingira ya ugumu wa maisha kiasi cha kwamba kinapelekea kupoteza uzima ama uhai. Ndipo akaona ni vizuri, usalama wangu, nirudi kwa baba. Halafu nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, nitaondoka nene kwa baba yangu na nitamwambia hii baba, nimekosa hiyo mbingu na mbele, baba, nimekosea kwa Mungu na mbele zako sistahili kuitwa mwana wako tena, sitakimi niitwe mtoto tena, hiyo sifa sina. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako, lakini nigeuze kunifanye kuwa moja ya wanaokutumikia akaondoka, akaenda kwa babaye. Akaamua kuondoka akaenda kwa baba yake, na hiyo hoja, alipokuwa alivokuwa ngali mbali, akiwa kingali mbali, baba yake alimwona, baba akamchungulia, akamwonea huruma. akamwonea huruma kijana wake, akaenda akamwangukia shingoni akamhurumia kijana wake, sema, akamhurumia. Hiyo huruma huwezi kaipata kwa mtu tu. nzengo mwana nzengo, yaani ukisikia watu wanasema, hii jamani, huyo kijana kaharibikiwa, hawajakuhurumia wanakucheka, wanakucheka. Sikiliza maana, wangeli kuhurumia wangelikupa chochote. Usione kila mmoja anasema hii, mama baba, mama na anaenda jamani, huyo hajakuhurumia huyo, anakuchekelea mmeshaelewa? Sikiliza sasa, akaenda, alipomwona mwanaye baba akamhurumia mtoto wake, alipomhurumia akamngukia shingoni, akambusu sana, akamngukia shingoni kijana wake, alishanga chakaa yaimikiwa, akaanza na kumbusu yule mwana, akamwambia Baba yule mtoto akamwambia, baba yangu, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako nimesha kosea, kwa Mungu na hata mbele zako baba yangu, sistahili kuitwa mwana wako tena, sifai niitwe mtoto wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lakini baba akamwambia watumwa wake, ileteni upesi vazi hilo bora. Yeah, leteni ile vazi nzuri gumu, mkamvike. Alafu sio kwamba vai mwenyewe, mumvike Mtieni na pete kidoleni, ilikuwa sio e, mgonjwa hapa, hapa nimechapia tu nimeongezea ongezea, si kwamba ni walimvurisha, ni haya akuwa anamvarisha na kile weka Mungu weka Mungu. Ah, ah, maana yake kumvarisha kwamba nimeenda kununulia watoto wangu niwavarishe, si kwamba wewe ukaanza na kitendo cha kuwavarisha tuutu mfano wewe unaweza kumvarisha fulani, tulikuwa na maana ya kumnunulia nguo tayari kisha kisha zivaa, umemvarisha wewe si ndio, ndio maana yake, kwamba wale watu walipoleta wakaja kumvarisha walimpa nguo akavaa mwenyewe, lakini kwa sababu alileta wao ni tayari walimvisha. Ehe, na viatu miguni netele, na viatu miguni mleteni. Ndama yule aliyenona mleteni, na ndama aliyenona, mkamchinje. Tena chinjeni, nasitule na kufurahi halafu, tule na kufurahia, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, mwanangu alikuwa amekufa naye alikuwa amepotea. Oh, Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Sema amefufuka! Kama watu walizani mekufa kiroho, sasa amefufuka. Sema nimefufuka, <laughs> nimefufuka. Maana ni Mungu wa nguvu, anasema. Na maana mtoto alikuwa amekufa, ila amefufuka, wakati tunaalimikiwa. Ndio maana wapenda wanacheka, wanashangilia lakini ukifufuka ni kitendo cha wao wanachukia. Kwa hiyo alitoroka kazi, akaiacha kazi, ondoka aka kwenye kazi, akaona haifai, akarudi nyumbani, baba akamhurumia, akasema aliyekuwa amekufa amefufuka. Alizitambua kazi zake za mtoto, aliza twende, alikuwa amepotea naye ameonekana. Na alikuwa amepotea, kwani mimi nasema alikuwa amehama na baba alijua atarudi tu, mwanangu atarudi. Naye hakusema kwamba alikuwa amehama, alikuwa ameondoka, alikuwa amepotea tu. Maana yake katika kuwaza kwake alijikuta mesha potea. Sasa katika kupotea, hatuelewa amefanyafanyaje, ataiona njia, ataona kurudi. Hili jambo tunafurahia, tunamalizia wakaanza kushangilia, wakaanza kushangilia, sema wakashangilia, sema waka kwa sauti, wakashangilia, walishangilia kwa sababu gani? Ndugu yao amepatikana, mtoto wake amepatikana, mtoto wake ameonekana, mtoto wake ameonekana, mtoto wake amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri ingelikuwa sherehe, wale wote tuliopoteza mama zetu, tuliopoteza watoto wetu, tungelele nyumba tukakuta amefufuka, tungelishangilia. Mchungaji baba, yaani leo leo ni leo, wanashangilia watu, wangelishangilia kwa sababu ndugu zao waliowacha tayari wameshafufuka. Kwa hiyo huyu kijana, walikuwa hawategemei tena kwamba atarudi kwa maamuzi aliyoondoka nayo, lakini ya kuzingatia moyoni, akakumbuka akarudi. Sikiliza, kuna vitu ambavyo mtu akiwa ameokoka anapaswa kuvikumbuka, alipokuwa uweponi mwa Mungu, avikumbuke hivyo vitu, na akisha vikumbuka, anavizingatia moyoni mwake yeye mwenyewe, na kwanza hatua ya kurudi ama kuondoka kwenye hilo eneo aliyokuwa ameishi. Maana sasa amekaa kwenye mazingira na maeneo yasiyo ya furaha na amani, sasa anachiliza amani, naipata wapi? Lazima nirejee kwa baba yangu, hata kama hata nita mtoto basi, mimi nikaombe niwe mtuma, maana hata watumwa na watumishi walio

Baba, unasema labda nakuita hoja mama ameivisha. Eh, dini fulani ni mchokozi aliyokuwa anasema mchokozi anakuja eh, Niza nataka zanataka nipige eti nilipo mkwepa wakaanguka wenyewe, jana nisingizia nimemfinya. Sasa hakuna utofauti na kanisa vile vilivyo, na tumepewa kazi kubwa ya kulea watoto ambao sasa wana meno 42. Kwa kama haya haya moyote hapo mwingine ataota kwa shughuli. Bwana Yesu asubuhi sana. Ni ngumu. Amen, naongeza hapo 10. Bwana Yesu asubuhi sana. Hakuna shughuli kubwa kama hiyo. Niwaambie, ni bora ni vitoto vidogo vyenyewe kesi zingine. Unaweza kukauka tu kanyamaza au kingine nacho kinachokusumbua ukatizabana ovi kikatulia. Ah, leo baba napo nimejichanga, nimekuta nani mkali, ni noma ninoma. Lakini hawa watu wazima uwalee watunze kama watoto, ni shughuli kubwa mno. Bwana Yesu asweza. Miaka ya nyuma kidogo, kanisa limeongezeka, walishakasambaa mama moja akaja

kuna uzima kuna amani, na Baba hawezi akatutupa, atatuita watoto tu. Haya ni mawazo yetu, lakini tutambue, Baba atabaki akiitwa Baba. Hebu turudi, hata kama katika maisha yako ya kiroho yameharibika kiasi gani, rudi kwa Baba. Wanaokukatisha tamaa kwamba wewe umekwisha, wewe ni mzinzi, ni kama haya yasikia kwenye wilaya wengine, anasema hatuwezi tukaongozwa na mtu hana mwanamke mwingine hana Yani, anaua leo anafukuza mwingine ameleta huyu. Sikiliza, hayo ni maneno katika Warumi sura ya kumi na nne bibi, nasema kwamba nusio watu wa kuhukumiana, kwa sababu mwenye kubeba hukumu ni Mungu peke yake. Ukiingia penye kubeba hukumu maana yake unamfundisha Mungu, au wewe ndio utakaa kwenye ile enzi muhukumu Mungu akiwa pembeni? Sasa kama na Mungu atakaa pembeni, ukaye wewe na Mungu namhukumu sasa Naye sasa hebu simama kwa miguu yako. Nimeongea haya sasa kwa haraka, vifungo vingine na viacha, tutakutana nayo hapo jioni, eh, tutakumbushana mengi zaidi ili liwapowakamanya kidogo kwa kurudi nyumbani. Kurudi nyumbani.